Kama mimi mawazo a kwamba tunakuja kuitangaza kahawa, kajiuliza kahawa inalimwa Moshi, inalimwa Bukoba, Ngarambe inahusiana nini? Jamani, sasa kwa nini sisi tusitangaze ufuta de? Kumbe hii kahawa dei ina mambo mazuri sana, sikujua. Kwa hiyo walioko huko mbali watambue kabisa, kahawa dei ni kitu kimoja kizuri sana. Hapa tumekuja kubadilishana mawazo kama hivi, tutaelezana miradi iliyofanyika, mzuri, mabaya na mataraji. Ndugu zangu, Wanangarambe, sisi mulikuanzia huku ndiko imani yangu kwamba tutamani tulipigana sana sisi huku mwanzoni, ikoanzia chini kwamba tuna matatizo kwa sababu mlikuwa mnatutuma wakilishi wenu, tunataka sekondari. Lakini tulipokuwa tumefika sehemu huko kwenye mamlaka zao wenyewe walikuwa wanasema Ngarambe haiwezekani kupata sekondari. Tulipigana na kulia katika yeah mabaraza, tukaonekana sisi Ngarambe kama watu wa Bwana Mungu, Bwana anaijua. Lakini hiyo siku ambayo tunapigania jambo hili, bahati mzuri mbunge wetu Mchengerwa na alikuwa anajua kilio cha Ngarambe Nyinyi mnayepinga swala hilo Ngarambe hamuijui, mimi Ngarambe naijua na mimi nimekulia kijijini. Kwa hiyo niwaambie, mutake mustake Ngarambe sekondari itajengwa. <coughs> Alitumia kulazimisha pale sasa. Pale wote wakaanza kunung'unika, kwa nini huyu bwana Ngarambe, kwa nini huyu Ngarambe? Jambo lile ndio lilomsababisha Mchengerwa kuonekana Ngarambe, Ngarambe kwake na sisi kama viongozi wenu tukaamua kwa kushirikiana na ninyi, kwa ushauri ile shule basi tuibariki, ina lake litumike katika paka leo. Ile shule ya sekondari inaitwa Mchengerwa Secondary School. Kwa hiyo hebu angalieni haya ya mazuri wameyazungumza wenzangu, hatukufikiria hata siku moja. Kama mmepita kutembea hii nguzo mnaiona hii, kwa umbali huu wa kilometa 65 nguzo kama hizi, wa hebu tuangalie jamani, manake kuna mambo ambayo tunaweza tukayafanya tukajikuta kabisa sisi wenyewe tunakosa raha. Tuache tamaa, tamaa zitatuponza, na tusikubali Wanangarambe wenzangu, kuwadaishwa na wachache ambao wenzetu hawaoni sisi tunayeona na tunayejua. Basi tutumie nafasi hii tusikubali kuyumbishwa. Ni wani wetu tulilalamika sana kipindi cha nyuma, ilifikia tu hata sisi wenye vitu wenu mnatulalamika